Jambo na karibu langu, jina ni maskini msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa inayonifikia kwa sasa ni kwamba watu sita wa wamepoteza maisha yao ndani ya shimo la dhahabu Kendege. Watu sita wathibitishwa kuaga dunia eneo la Kendege kutokana na, na ajali ya mashine ndani ya mgodi walimokuwa wakichimba dhahabu. Kulingana na taarifa za kuaminika, vifo hivi vimetokea baada ya mashine ya kusambaza hewa safi ndani ya shimo hilo kukwama na kupelekea vifo vya wachimbaji hao kuwa kukosa hewa safi. Mmiliki wa chimbo hilo anasakwa na maafisa wa usalama huku akikabiliwa na mashtaka ya mauaji bila kukusudia. Waliofariki wameopolewa wame na mili yao kupelekwa katika hospitali ya hospitali ya mbalimbali ya mbali kwa upasuaji. Poleni wote. Kwa hivyo ni msiba ambao umewakumba watu sita ambao wamekumbana na mauko ama kifo kipindi ambacho wanafanya kazi katika uchimbaji wa migodi ama dhahabu katika eneo fulani ambayo inaitwa Kendege. Kila ambacho tunaweza sema ni kwamba hiyo ni ajali kazini. Na Mungu ailaze roho zao na aza wenzetu waliotangulia mbele ya sote, njia yetu moja. Mungu ndio utoa na Mungu ndio hutua. Nakutakia kila laheri msikilizaji langu jina la salia kuwa Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV.